pamoja na kuwa na huzuni pamoja na kuwa na majuto ni katika masharti ya toba yenye kukubaliwa. Mpaka miongoni mwao wakasema, ikiwa mtu amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika kutubia na akawa hajafikia hatua ya kulia, basi na ajilize. Yote ni kuonesha majuto na huzuni, lakini je tuangalie huku kulia kwetu, kuna ukweli ndani yake? Kile kilio ambacho tunalia mbele ya Allah subhanahu wataala, kuonyesha simanzi na majuto kwa yale madhambi ambayo tumeyafanya, je, ndani yake kuna ukweli? Mmoja katika salaf, Yusuf ibn al-Hasan rahimahullahu taala, anatueleza ukweli wa kile kilio ambacho tunalia wakati tunatubia mbele ya Allah subhanahu wa taala kwa kusema assidku fil bukai tarku ma minhu yubka, assidku fil bukai tarku ma minhu yubka, ukweli uliopo katika kile kilio ambacho sisi tunalia mbele ya Allah subhanahu wa taala tukimwomba tukubalie toba zetu, tarku ma minhu yubka, ni kuacha yale ambayo ni sababu ya wewe kulia. Haina maana leo hii ukamilia Allah subhanahu wa ta'ala aikubali toba yako kwa madhambi fulani uliyoyafanya, kisha kesho na kesho kutwa ukarudia katika kufanya madhambi yale yale, kile kilio chako kitakuwa ni kilio ambacho hakina ukweli ndani yake. Hivyo tujitahidini, tunapolia, tulie kweli. Ikitokea tumeteleza, au binadamu ikitokea tumeteleza, basi isiwe ni katika madhambi yale yale ambayo tayari